Uh, leo utazungumza kuhusiana na haki ya watu kuandamana kama raia. E, kumekuwa na mjadala kwenye jamii kuhusiana na kwa siku za karibuni kuhusiana na suala la maandamano katika nchi. Watu wakiwa na mtazamo tofauti. Wapo ambao uh, kwa uelewa wa kijamii wamekuwa wakiamini labda kuandamana ni ni, ni ni kitu ambacho labda ni uhalifu au ni kosa au ni kitu ambacho kinatishia labda usalama wa nchi, lakini wapo wengine ambao wamekuwa wakizungumza na kuamini kwamba maandamano ni sehemu ya haki na ni jambo la kawaida kabisa. Sasa leo nataka tuzungumze swala la maandamano katika mtizamo wa kisheria, kwa maana ya sheria za ndani pamoja na sheria za kimataifa ambazo Tanzania pia ni ni, ni sehemu ya sheria hizo. Uh, kwa, kwanza nitaanza kuzungumzia e, kwenye ngazi ya kimataifa kwamba Tanzania imesaini mikataba na makubaliano mbalimbali ya kimataifa ambayo inagusa haki za kisiasa pamoja na haki za kiraia, na maandamano ni moja haki ya kisiasa, lakini vile ni moja haki ya kiraia, na ndio maana haki hiyo ipo katika muktadha wa kisiasa, kwa maana ya vyama vya siasa na watu wanashiriki kwenye siasa, lakini maandamano pia yapo kwenye levo ya kijamii ya kawaida. Ndio maana wananchi wanaweza kaandamana wakiwa kwenye wanaenda kwenye shughuli fulani ya kijamii labda inawezekana kuwa ni umoja wao wa, labda wana SACCOS ya pamoja ya jamii wakaamua kufanya maandamano ya pamoja kwa ajili ya kuhamasisha jambo fulani au kwa ajili ya kulaani jambo fulani, wanaweza kuandamana. Lakini vile vile tumeona hata wakati mwingine taasisi za dini zinaweza kuwa zina maandamano fulani kwa ajili ya muendelezo wa imani yao. Kwa hiyo ni mambo ambayo kwenye sheria zetu za kimataifa vile vile yamegusiwa. Sasa katika mikataba hii, mkataba wa kwanza kabisa ambao unataja hizi haki za msingi ni tamko la haki za binadamu la mwaka 1948. Hili ni tamko ambalo lilikuja miaka mitatu tu baada ya kuisha kwa vita ya pili ya dunia na lilikuja nili, tamko hili ili kujaribu kubadilisha mtizamo wa dunia baada ya madhira ambayo dunia ilipita kwenye vita ya, ya, ya kwanza na ya pili ya dunia, wakaona lazima tuwekeane misingi fulani ambayo jamii ya binadamu lazima inavyoishi, yakishangara ina, inaishi kwa kuzingatia hiyo badala ya kuishi kama wanyama kwamba watu wakaenda wakakiuka haki za watu wengine. Sasa ukienda kwenye tamko hili limetaja haki mbalimbali mbali. Kuna haki za kujumuika, kuna haki za kutoa maoni, kuna haki za kushiriki kwenye masuala mbalimbali ya kijamii, kuna haki ya uhuru wa kutembea kwenda mahali mbalimbali mbali, pamoja na kushirikiana na watu wengine. Hizi zote ni haki ambazo zipo kwa mujibu wa tamko hili na kimsingi linakwenda gusa vile vile haki ya watu kuweza kuandamana kwa, kwa sababu haki ya kuandamana vile vile ni moja ya haki ya ushiriki, kwa sababu huwezi kuandamana peke yako. Kuandamana maana umeshirikiana na watu wengine kwa ajili ya kupeleka ujumbe fulani. Lakini sasa hivi kwenye jamii zetu tumeona hata jogging, kuna watu wameamua kujiunga kwenye uji makundi labda ya jogging eh, Jumamosi labda au weekend au siku za sikukuu, wanapanga kukimbia umbali fulani, wana ujumbe fulani wanaopitisha bado ile na yeye inaweza kaingia kwenye haki ya kuandamana, kwa sababu kuandamana ni lazima iwe ni movement, kwamba mtu zaidi ya mmoja wameongozana wanatembea kwenda sehemu fulani kwa lengo fulani la pamoja, hiyo inakuwa ni maandamano. Kwa hiyo kimsingi, hata jogging ambayo watu wanafanya pia inaangukia kwenye kwenye maandamano. Kwa hiyo ni tukio la kijamii, ni tukio la kisiasa, lakini vile vile Tanzania imesaini mkataba wa haki za kiraia na haki za kisiasa wa mwaka 1966 ambo pia unataja hizi haki zote ikiwepo pamoja na haki ya kuandamana, haki ya kushirikiana, haki ya kutoa maoni, hizi zote haki zipo zimeainishwa kwenye mkataba huo. Sasa ukiondoka kwenye ngazi ya kimataifa of course, pamoja na, na, na mkataba mwingine wa Afrika wa haki za binadamu na za kiraia uh, the African Charter on Human and People's Rights, vile, vile na yenyewe inazungumzia hizi haki zote zipo katika mazingira ya Afrika. Sasa tukiondoka kwenye ngazi hiyo ya, ya, ya, ya dunia pamoja na ngazi ya Afrika tunakuja katika utaratibu wa sheria za ndani ya Tanzania. Mwongozo namba moja wa ndani ni katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hii ni katiba ya mwaka 1977. Katiba hii sehemu ya tatu ya katiba imetaja haki mbalimbali. Kwa hiyo kuanzia ile ibara ya 12 mpaka ibara ya 29 imeweza kuainisha haki mbalimbali ambazo mbali zikikiuka mtu anaweza kuchukua of course hatua ya, hatu ya kwenda mahakamani kwa ajili ya kuhakikisha anazipa nguvu hizo haki. Lakini vile vile kuna haki zingine chache ambazo zipo sehemu ya pili ya katiba eh, kwa mfano haki labda ya kupiga kura kwa mfano ipo kwenye sehemu ya pili ya katiba, haki ya kupata elimu ipo huko. Lakini haki hizi nyingi ikiwepo ya kujumuika, kuandamana zipo kwenye sehemu ya tatu ya katiba, ambazo kimsingi ni sehemu se, se ambayo hizo haki zikikiuka mtu anaweza kaenda mahakamani na akaomba nafuu mbalimbali kwa maana kwamba mahakama iingilie kati kuhakikisha ina inalinda haki yake lakini cha msingi kingine maandamano ni moja kielelezo cha demokrasia katika nchi katiba yetu ibara ya tatu ambayo mimi napenda kusema ndio ibara ambayo inaitambulisha nchi ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inataja kwamba nchi ya Tanzania nchi ya demokrasia ya vyama vingi sasa ukishataja ni ya demokrasia maana yake moja ya kitu ambacho tunaweza kukiangalia kwenye demokrasia ni uhuru wa watu kuandamana ili kuweza kupeleka ujumbe au maoni tofauti juu ya jambo fulani ambalo wanaamini uh, kwa namna ilivyo, labda hawakubaliana nao. Kwa hiyo ni moja ya njia ambayo ipo, lakini vile vile kwa mujibu wa ibara ya katiba hii ya Tanzania, tukienda ibara ya nane ambayo inataja kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka ya serikali, kwa maana kwamba wananchi wana uwezo wa kuungana pamoja na kupeleka hisia zao kwenye serikali kwa hiyo na hisia zinaweza kapelekwa aidha kwa kuzungumza kawaida au kwa kujumuika wakiwa wamesimama au kwa kujumuika wakiwa wanatembea, ambao kujumuika huko ndio wanaita maandamano. Kwa hiyo kimsingi ni haki ambayo ipo kwenye katiba yetu, lakini ukitoka katiba vilevile kuna sheria mbalimbali ikiwepo sheria ya polisi na polisi wasaidizi, kwa maana ya polisi and Auxiliary Services Act sura ya 320 i hiyo vile vile sheria hii ina, ina, ina, inatoa haki ya maandamano. Lakini vile vile kuna sheria ya vyama vya siasa, hii ni sheria mwaka 92 e, sura namba mia mbili na hamsini na nane ya sheria za Tanzania. Vile vile kwenye kifungu cha kumi na moja kinatoa hii haki ya haki ya kuandamana ni moja hata mbaibu. Lakini ukiondoa hapo, vile vile kwenye muongozo wa jeshi la polisi au PGO Police General Order, ambayo ni ya siku nyingi sana na yenyewe toka wakati wa ukoloni na yeye imetoa swala zima la haki ya kuandamana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo kwenye hizi sheria zetu zote, na ni kipo kwa sababu pia ni moja ya msingi, ni moja ya utambulisho wa nchi yoyote ya kidemokrasia. Ukienda kwenye nchi yote ya kijamhuri kama ya kwetu, unapotaja nchi ya jamhuri kwenye katiba yetu, tunazungumzia sisi ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inaitwa jamhuri kwa sababu jamhuri maanake ni nchi ya watu ni nchi ambayo inaongozwa na watu. Ni nchi ambayo mamlaka ya viongozi yanapatikana kutokana wa na watu, e, maamuzi mbalimbali yanafanyika kuzingatia watu. Ni tofauti na nchi nyingine ambayo ni ya kifalme. Kwa sababu hiyo sasa maamuzi yake yatokana na watu, yanatokana na ufalme, yanaweza kutokana na kikundi fulani cha watu. Jibu wa katiba yetu ibara ya, ya, ya nane, ibara ya tatu, lakini vile vile kwenye utangulizi wa katiba yetu au preamble vile vile inazungumzia kwamba sisi ni nchi ya kidemokrasia kwa hiyo swala la kuwa na maandamano maanake ni moja ya haki ya msingi kabisa, sio kitu ambacho watu wanapewa kama zawadi. Ni kitu ambacho tayari, kwa kuwa tu nchi ya kidemokrasia, kwa kuwa nchi ya jamhuri, automatically tuna haki ya kuweza kuandamana ili kuweza kushirikishana haki na wajibu mbalimbali. Sasa nimetaja hizi sheria, sheria mbili. Sheria zan za siasa inatoa utaratibu labda wa maandamano, mtu akitaka kuandamana kwa maana kwenye muktadha wa siasa sasa, hii inahusu vyama vya siasa zaidi, lakini sheria ya polisi na polisi wasaidizi, the Police and Auxiliary Services Act, yenyewe inatoa swala la maandamano sio kwa vyama vya siasa peke yake, manake hata mwananchi mmoja mmoja, raia wa kawaida, anaweza kafanya maandamano. Lakini sheria imeweka tu utaratibu kwamba tukitaka tuandamane, tunafanya nini. Na hapa naomba niweze kusisitiza kwa sababu mara nyingi kumekuwa na upotoshaji wengi wanaamini ukitaka kuandamana unaenda kupata kibali. Hatupati kibali kwa ajili ya kuandamana. Ukitaka kuandamana unatoa taarifa kwenye jeshi la polisi, lakini na tunatoa taarifa kwa sababu ya nini? Kwamba ili tuweze kupatiwa ulinzi, kwa sababu jeshi la polisi lipo pale kwa ajili ya kutumikia sisi. Ni chombo ambacho kipo kwa ajili ya usalama wa raia na mali zao, na wanalipwa kodi ambazo wananchi mmoja mmoja wanalipa. Kwa hiyo, kwa sababu tunawalipa kodi zetu ni lazima tukitaka kuandamana tuende sehemu fulani, watakuwa tusindikize, watulinde, watuhakishie kwamba tutakuwa salama. Kwa hiyo jukumu la jeshi la polisi ni kuhakikisha maandamano ambayo wananchi wakiamua kufanya yanafanyika kwa usalama. Asiwepo mwananchi yoyote ambaye usalama wake unaweza kutishiwa au akakutana na jambo jingine lolote la kiusalama wakati anatekeleza haki yake ya kikatiba na ya kisheria. Kwa hiyo jukumu la polisi ni kwa ajili kuhakikisha tu angalau ulinzi wa usalama upo na ndio maana tunatoa taarifa walau masaa nane kabla ya siku ambayo umekusudia kufanya maandamano, ili manake jeshi la polisi pia likikaa kwenye kupanga ratiba zake lione kama ni akina nani, labda wana polisi wangapi wanaweza kwenda kusaidia kwenye ulinzi, au kuona pengine labda kuna matukio mengi, polisi ni wachache, wa kushauri ufanyaje kwenye mazingira hayo. Lakini kinyume chake ndio umekuwa utaratibu wa kaida, mara nyingi unakuta watu wakipeleka taarifa ya toa taarifa kwa maana ya kutaka kuandamana, polisi wanajibu kwamba tumekukatalia usiweze kuandamana, au wanasema hujaomba kibali. Hili swala la kibali ni kitu ambacho kwa kweli wamejipatia mamlaka ambayo, kimsingi kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba, jeshi la polisi halina mamlaka hayo. Wao ndio na maana sheria inasema ukishatoa taarifa ya kusudio la kuandamana, unatakiwa endelea na maandalizi ya kuandamana. Kwa kwa maana kwamba kama labda kuna uhamasishaji wa maandamano, ujumbe ambao mnaufikisha, mwatakao mfikishe wapi, watu watakao organize vipi, labda wanavaa nini kwenye maandamano, haya yanaweza kaendelea kufanyika wakati mmepeleka taarifa kwenye jeshi la polisi. Hai, hai sheria haisemi mpaka mpate kibali ndio kufanya maandalizi, hapana. Mnapeleka taarifa mnaendelea na maandalizi. Jeshi la polisi kama likiwa na sababu labda za kiusalama, sheria inataka iwajulishe kwamba kwa tarehe mliopanga kuandamana labda ina changamoto moja mbili tatu ambayo ni ya ukweli ambayo inashika yenye mashiko. Kwa sababu mara nyingi tumeona, mara nyingi kuna kitu kinaitwa intelligence. Kila maandamano yanataka kufanyika, watakwambia habari za intelligence zimetujia kwamba kuna kitu kitatokea, labda uvunjifu wa amani unatokea. Lakini sasa, kama ni issue ya uvunjifu wa amani, si ndio walete polisi wengi ili waweze kulinda kwa ajili ya kuepusha hiyo? Kwa hiyo, unakuta mara nyingi pamekuwa na sababu mbalimbali zinatokea na kuweza kuzuia watu haki yao wasifanye sasa haya ni mambo ambayo kwa kweli ni ukiukaji wa sheria na yanakiuka katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa ukishatoa taarifa unaendelea na maandalizi. Polisi kama na sababu anatakiwa tu akujulishe, akupe sababu yenye mashiko, halafu akwambie sasa mkubaliane ni lini ambayo atakuwa tayari kuhakikisha na kuwekea ulinzi ili haki yako ya maandamano ya iendelee kufanyika kama kawaida. Lakini sio kwamba tumekuzuia mpaka tutakavyojisikia. Na naomba hapa labda nirudishe kidogo historia kwa nini sheria imekaa hivyo hasa kile kifungu cha kumi na moja kwa siasa, na nafikiri kifungu cha ishirini na moja au ishirini na mbili kwenye sheria ile ya polisi. Sheria hii kwanza ni sheria kidogo ya kihistoria. Wakati tumepata uhuru tulikuwa na sheria ambayo ilikuwa inawasimamia wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa. Kwenye sheria ile ilikuwa mtu akitaka kuandamana, kwa sababu haki ya kuandamana hata wakati wa koloni ilikuwepo, ukitaka kuandamana ulikuwa unapeleka taarifa kwa mkuu wa wilaya. Tena sio taarifa ulikuwa unaomba kibali kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya akisha kuruhusu ndio unaendelea na maandamano. Baadaye tumekwenda tulivyoingia vyama vingi. Bado sheria ilibakia vile kwamba unapeleka unapeleka kuomba kibali kwa mkuu wa wilaya. Sasa baada kuingia vyama vingi onekana kwa mfumo wetu wa Tanzania kwa sababu wakuu wa wilaya karibu wote tunakuta tayari wana mafungamano na chama tawala. Kwa vyote vile uwezo kwa mkuu wa wilaya kama una mafungamano sababu hata katiba mfano ya sisi inazungumzia kwamba mkuu wa wilaya atakuwa ni mjumbe wa vikao vya chama kwenye ngazi ya wilaya. Kwa hiyo automatically, sio mtu ambaye ni neutral, ni mtu ambaye atakuwa na ana upande fulani. Kwa hiyo ikatokea kwamba watu wakawa upinzani wakiomba vibali mara nyingi, wakuu wa wilaya wanawanyima. Kwa hiyo baada ya kutokea hilo, Mzee Mtei akaamua kwenda kufungua kesi Mahakama Kuu, akafungua kesi Mahakama Kuu ya kutaka sasa kibali badala ya kiombo kwa mkuu wa wilaya kiwe kinaomba kwa polisi. Assumption ni kwamba polisi sio mwanasiasa, kwamba ni chombo ambacho kipo pale, kinataka kufanya majukumu yake kwa mjibu wa weledi, kwa mjibu wa sheria na hakitaegemea upande wote, lakini maneno yaliendelea kusomeka kwamba ni kibali, lakini kimehama toka kwa mkuu wa wilaya, imekuja kwenye upande upande wa polisi. Baada mahakama ikakubali, ni kweli hicho kifungu ni kinyume cha katiba, kisomeke kwamba kin, wanataka ombe kibali kwa nani? Kwa polisi, badala ya kuomba kwa, kwa mkuu wa wilaya maisha yakaendelea, lakini baadaye ikaonekana polisi vile vile wameanza kutumika vibaya, kwa maana kwamba mara nyingi wanazuia e, mtu akiomba wa kibali wanakuwa wananyimwa vibali, hasa upinzani, kwa sababu chama tawala haje kunyimwa kibali katika historia iliyopo toka vyama vingi vimerudi katika nchi hii. Sasa watu wakafikiria tena tufanyeje kwenye mazingira hayo. Baadaye wakili Mabere Nyaucho Marando, most senior counsel, akaamua kufungua kesi nyingine Kwenye kesi hii akaomba kwamba kile kifungu ambacho kinasema utaomba kibali polisi, mahakama ikibatilishe, badala yake sheria isiruhusu polisi kutoa kibali kibali, kwa sababu ukimruhusu kutoa kibali, maanake haki za watu za kikatiba zimeshikiliwa kwenye utashi na matakwa ya jeshi la polisi, kwamba litaamua likupe au lisikupe. Sasa ukishafanya hivyo hivyo, maanake umedogosha ile haki ya kikatiba ambayo inatakiwa, haki ya kikatiba isifungwe na sheria zingine ndogo ndogo, yenyewe ikiwepo tu. Sheria ndogo ndogo ziwepo kwa ajili ya kusaidia jinsi ya utekelezaji wa hiyo haki, kwamba mtu anaitumia vipi, kwa ni kwa ajili ya kuweka taratibu, lakini sio kuweka makatazo au kwa maana ya ya ya ya ya kwenda kunyima mtu haki yake ya ya ya kuweza kuandamana ambayo ni haki kimsingi ya kikatiba. Kwa hiyo mahakama ikaja ikatoa uh, tena kwa awamu nyingine ikakubaliana na maombi ya wakili Mabere Marando kifungu kile kikabatilishwa tena. Kwa hiyo baada ya kubatilishwa kifungu kikasomeka kwamba utatoa taarifa kwenye jeshi la polisi, kwa hiyo sio swala la kuomba kibali tena. Kwa hiyo tukaingia kwenye mambo ya utoaji wa taarifa, na kutoa taarifa ndio michakato mingine inaendelea. Kwa hiyo kimsingi, tunavyozungumzia swala la kuandamana katika nchi yetu ya Tanzania ni kitu ambacho kimepita katika vipindi tofauti tofauti, tumepita kuanzia kipindi cha kuomba kibali kwa wakuu wa wilaya tukaja kwenye kipindi cha kuomba kibali kwa polisi hadi kipindi cha kutoa taarifa kwa polisi. Lakini sasa ukiangalia, pamoja na kwamba sheria sasa hivi inasema tutoe taarifa, lakini trend au mwelekeo uliopo bado kumeonekana kumekuwa na matumizi mabaya ya mamlaka, kwa sababu mara nyingi polisi wameendelea kujipa mamlaka ya kutoa vibali, baadaye wao kupokea taarifa tu na kutoa ushirikiano. Sasa kwa wale ambao wanahitaji kuandamana na ikumbukwe kwamba kuandamana na, na hii nimeona kumekuwa na changamoto kwa sababu wengi wameamini haki ya kuandamana ni vyama vya siasa peke yake. Haki ya kuandamana ni haki ya raia, ni haki ya raia mmoja mmoja. Kwa hiyo raia wawili watatu wakiungana kwenye kikundi chao hata kama ni cha kusaidiana kulima kijijini, wanaweza kufanya maandamano, wakafikisha ujumbe fulani, wakafanya maandamano kama ni sehemu yao tu ya mazoezi, wakaburudika, wakafanya maandamano kwa namna ambavyo wataweza inawezekana wakawa ni wafanyakazi labda kwenye mmoja wao wameamua hivyo, wachezaji wakaamua hivyo. Mheshimiwa hayati Magufuli alivyozuia shughuli za kisiasa kwenye vyama unakuta zilizuiliwa zilikwenda, na hata baadaye wakati hayati Magufuli tayari ameshafariki hayupo, changamoto iliendelea. Kwa mara nyingi sasa polisi walitengeneza, walikuwa wanaandika barua zimefanana, kila mtu anataka kuandamana, wanasema taarifa za kiintelejensia zimeonyesha kuna hatari, taarifa za kiintelejensia zimeonyesha. Kwa hiyo lugha ikawa ni hiyo, inaenda lakini baadaye mheshimiwa Rais Samia alipofika mahala akaondoa ile zio na kuruhusu vyama vianze kufanya mikutano makusanyiko yaendelee, tunaona zile intelijensia zote zikafa. Sasa mtu mwenye akili namuonyesha kwamba intelijensia zote zimekufa ghafla, yaani maanake tamko la rais limeondoa intelijensia zote. Sasa hiyo inakuonyesha kwamba pengine tunahitaji mjadala mpana zaidi uhuru wa vyombo vyetu vya dola hasa jeshi la polisi vina uhuru mkubwa kiasi gani? Vina uwezo kweli wa kufanya majukumu yao independently kwa kuhakikisha vinawatendea haki wote, au vitakuwa vinaegemea sehemu fulani, labda kwa sababu ya mfumo wetu wa kikatiba na mfumo wetu wa kisheria. Na mimi moja ya raia, mtakapokuwa tunaingia kwenye mchakato wa katiba mpya, ni lazima vyombo kama jeshi la polisi, hiyo ni vyombo ambao vipo kwa mujibu wa katiba yetu, sio kama sasa vimetungiwa tu sheria ndogo. Chombo ambacho kimeshikilia usalama wa raia na mali zao ambacho kinaweza kusababisha watu wasi exercise haki zao za kikatiba. Hakiwezekana chombo kidogo kiasi hicho, ni lazima kiingie kwenye katiba. Kama wenzetu Kenya, majeshi yao yote yapo kwenye katiba, na wameweka hata mamlaka yao yapo kwenye katiba, na mipaka yao ya mamlaka imewekwa kwenye katiba. Na sisi tunahitaji tuweke, labda IGP anapatikanaje, lazima katiba utaratibu uweze kuwepo. Unataka kumuondoa IGP, unaweza kumuondoa vipi? Wale makamishna na wengine, nafasi zao zinapatikana vipi? Ni kitu cha muhimu isije katokea kwamba ukana chombo ambacho kinafanya kazi kwa, kwa sababu ya pressure labda iliyopo, na tumeona matatizo mengi ambayo tumepita katika historia yetu, sio matatizo ambayo yamesababishwa pengine moja kwa moja tuna mfumo wa kisheria, yamesababishwa mara nyingi na pressure iliyopo, kwa sababu mfumo wetu wa kikatiba haujatoa kinga ya kutosha kwa vyombo hivi kuweza kusimamia haki za raia bila upendeleo, bila ubaguzi, bila kuegemea upande wote. Kwa hiyo hii limekuwa ni changamoto ambayo imekuwa ni kubwa sana ambayo nafikiri ni moja ya eneo la muhimu sana la kufanyia kazi, ili tuwe na taifa ambalo haki za watu ikiwepo haki ya kuandamana itaendelea kupewa ulinzi, itaendelea kuheshimika na watu wataendelea kuona wapo huru, na hata tunavyosema wananchi ndio chimbuko la mamlaka ya serikali, watu waione kwa vitendo, badala ya kuonekana ni kitu cha kufikirika cha kusadikika. Kwa sababu sasa hivi mtu ukimwambia kwamba ana uhuru na mamlaka serikali toka inatoa mamlaka kutoka kwake, hamna mtanzania anaamini. Watanzania wote wanaamini serikali na mamlaka kushinda wao kwa umoja wao. Jambo ambalo mimi naamini halijakaa sawa, lazima ifike mahala yale mamlaka ya wananchi yaonekane kwamba wao ndio wenye nchi, wao ndio wenye mamlaka, wao wanaweza kusema hapana kama kuna vitu haviendi sawa sawa, kuna ukiukaji wa haki za watu, lazima raia wana uwezo wa kuhoji na wakasema hapana, hilo hatuwezi kukubaliana nalo. Badala ya kufika mahala wakawa ni watazamaji ya mambo yanayoenda hata pale kunavyotokea na mambo ambayo yanagusa usalama wao, yanagusa uhai wao, kwa sababu tumepita matukio mengi mengine, mpaka ya watu ambao wamepotea. Lakini watu unakuta kila mmoja amekaa na hofu, hamna mtu anaweza kutaka zungumza kwa sababu tayari hawaamini kwamba wananchi wana mamlaka haya, na kwa, kwa sababu vile vile vyombo vyetu kwa jinsi vilivyokaa, havijakaa kama vyombo ambavyo vipo vinaweka uzania sawa, ni kama tayari vimeegemea upande mwingine. Kwa kwa, kwa kifupi, kwa kifupi niseme Watanzania ni kwamba ni lazima wajue kwamba wana mamlaka, wana haki ya kuweza kuandamana kwa, kwa mujibu wa katiba yetu, kwa mujibu wa sheria zetu, kwa mujibu wa mikataba mbalimbali ya kimataifa. Isipokuwa ambacho wanatakiwa kufanya ni kuzingatia zile taratibu tu za kutoa taarifa kwenye vyombo vyetu. Lakini upande wa vyombo vyetu vile vile, naomba nitoe rai kwamba wakipatiwa taarifa yoyote ya mtu anayekusudia, ya watu wanaokusudia kuandamana wasiweze kunyima haki ya katiba kama hakuna sababu ya msingi ya kimantiki na ya kisheria ipodaya, ambayo ipo dhahiri, ambayo mtu yote mwenye akili timamu akiiona anaona kabisa hiyo sababu ipo, ni lazima wahakishe wanatoa kama ni sababu sababu ambayo kweli na mashiko, ili jeshi letu liendelee kuheshimika na lisionekane kama ni chombo ambacho kinatumika, badala ya kusaidia kukuza demokrasia katika nchi, kisionekane kama ni chombo ambacho kinapunguza na kuminya demokrasia kwa sababu moja ya vyombo vya muhimu kwenye demokrasia ni pamoja na polisi, kwa sababu wale ndio ambao wana guarantee kwamba tuna mazingira au tuna space ya kuweza ku exercise haki yetu ya kisiasa pamoja na haki yetu ya kiraia. Jeshi la polisi lisipokaa kwenye nafasi yake na kufanya kazi kitaaluma, kitaalam, professional, maana yake haki za watu zitakiuka misingi ya katiba pamoja na kisheria, haiwezi ikawa, ikawa salama.